Chama Cha Ukombozi wa Umma kimefanya mwendelezo wa kuafikia wananchi wa Kahama mkoani Shinyanga, katika majimbo ya Msalala na Twangi, maeneo ambayo awali yalisifika kwa uchimbaji wa madini ya dhahabu. Leo wanashindwa kututengenezea miundombinu ya barabara, lakini wanachimba dhahabu, wanachimba gesi, wanachimba tanzanite. Rasilimali hizi sio za kudumu, zikitumika zinaisha, na zikitumika vibaya tuacha na umasikini wetu. Salum Mwalimu aliwasomea ilani ya CHAUMMA wananchi wa Msalala, amewaeleza sera ya CHAUMMA katika usimamizi wa rasilimali hususan uchimbaji wa madini. Sera ya madini, tuongeze kiwango cha wazawa kumiliki rasilimali za madini, bila ya hivyo nchi hii itaendelea kuwa masikini, nchi hii tutabakia kuwa masikini nchi hii, wazee wetu mtabakia kuwa masikini utajiri tuliopewa na Mwenyezi Mungu silimani wa rasilimali utaendelea kunufaisha wageni. Na mfano mnao Msalala, mfano mnao Kahama. Uamuzi ni wa kwenu. Wagombea nafasi za ubunge nao wameendelea kuwashawishi wananchi wakawachague itakapofika tarehe 29 Oktoba. Wahanga wa miundombinu kiasi kwamba rasilimali tunazo, kiasi kwamba tunazalisha kwa wingi, lakini jimbo hili limekuwa na migogoro mingi ya miundombinu hasa barabara. Utengenezaji wa fursa za ajira, ukuzaji wa uchumi, pamoja na uboreshaji wa sekta ya elimu na afya ni miongoni mwa vipaumbele vilivyotajwa na CHAUMMA. Emmanuel Kalemba Azam News, Shinyanga.